Wakizungumza na ITV nje ya bweni hilo, wanafunzi walionusulika wamesema moto huo umetokea majira ya saa nne usiku wa kuamkia leo wakati wanafunzi wakiwa kwenye masomo ya ziada na kwamba ulianza kuwaka kwenye mlango wa kuingilia bwenini na hakuna walichookoa. Sasa tulivyokuwepo madarasani, bahati tukasikia moto, wanafunzi wanapiga kelele, wanasema moto moto, ndo tukatoka kuja huku bwenini, ndo tukakuta bweni limeshaungua. Sasa nyinyi mnataka aje? Tunaomba si wale mtu, mtuweze kutusaidia kama serikali iweze kutusaidia matranka, maana tumeungulia na matranka, nguo, vifaa vya shule n yani. Kwao tunaomba msaada wenu yani. Mkuu wa Wilaya Monduli Idi Hassani amesema serikali imeguswa na tukio hilo. Wanafunzi wameruhusiwa kurudi nyumbani kwa muda wa wiki moja wakati serikali inajipanga huku mwenyekiti wa halmashauri ya Monduli Isaac Joseph akidai kuwa hii ni mara ya pili bweni kuungua kwa kipindi kisichozidi miezi sita. Hawa hawana kitu kabisa, na ni lazima warudi, na ndio maana tumetoa wiki moja ili waweze kuwahi kurudi mashuleni. Kwa mfano, kuna watu wa form 4, kuna watu wa form 2 ambao wanakabiliwa na mitihani ya, ya taifa. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi mliofika hapa tuisaidie hii shule kwa kisha. Sasa tunaona kama kuna jambo lilioko hapa, kuna hujuma zinazofanyika, lakini nataka sasa nikutane na wazee wa hii kata na hizi kata zinazozunguka hapa, nikutane na wazee, tukakae, tuzungumze, tuone labda kuna kuna kuna miiko labda imekiukwa. Hatuabudi mi, mi, miungu, lakini nafikiri labda kuna miiko labda. Kwa hiyo nafikiri kwamba tukutane na wazee, ifanyike maombi Mbunge wa Monduli Julius Karanga amesema hali ni mbaya kwa wanafunzi hao na tayari wameanza kuchanga baadhi ya vifaa ili watoto hao waweze kurudi shuleni na kuiomba serikali kitengo cha maafa ofisi ya waziri mkuu kuiangalia shule hiyo kwa jicho la huruma. Sisi wenyewe tumeendelea kujitolea, nimeshajitolea magodoro hamsini. Nimeendelea kuwaomba watu wengine wajitolee na kwa kweli tumeona kuna mwamko mkubwa wa watu kuendelea kujitolea. Naomba wote ambao wanania njema na maendeleo ya watoto wetu hawa pamoja na shule yetu hii waendelee kujitoa kwa ajili ya kusaidia, lakini lingine ambalo nimeona lazima tulifanye, nimeshauri kuanzia sasa, pamoja kwamba tunaangalia kwamba nini chanzo cha moto huu kila kwa mara, lakini nimeshauri tuondoe umeme kwenye mabweni yote ya wanafunzi katika shule zetu za sekondari, tuone utaratibu wa kuweka sola. Inasemekana hii ni mara ya pili ndani ya kipindi cha miezi sita kutokea ajali kama hii katika sehemu hii. Bila shaka kuna sababu, lakini vyombo vinavyohusika vina kila sababu ya kufanya uchunguzi kwa kina ili kupata chanzo cha moto huo. Nikiripoti kutoka Monduli mkoani Arusha, Alfani Lihundi, ITV.